Na tukiangazia mengine yaliojiri ni kwamba viongozi wa upinzani hii leo wameandaa mkutano wa pamoja katika kile kinachoonekana kujipanga kwa uchaguzi mkuu ujao. Aliyekuwa naibu Rais Rigathi Gachagua na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka pia wameungana na wenzao kudai uwazi katika uteuzi wa mwenyekiti na makamishna wa tume ya uchaguzi nchini IEBC. Steve Letoo anaarifu kuhusu mkutano huo uliowajumuisha Fred Matiang'i na Justin Muturi. Huku mchakato wa uchaguzi wa mwaka wa 2027 ukianza rasmi, koko wa upinzani umeanza kualika maua. Leo katika eneo la Karen, Nairobi, viongozi wa upinzani walifanya mkutano wa faragha katika kile kimeonekana kama mwanzo wa mipango wa kuweka mikakati ya uchaguzi ujao. <coughs> Katika kikao hicho kilichoitishwa na kinara wa PLP Martha Karua, waliohudhuria ni pamoja na mawaziri waliotemwa serikalini Justin Muturi na Mithika Linturi, aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na aliyekuwa waziri wa usalama wa serikali iliyopita Daktari Fred Matiang'i. Kikao hicho kikidaiwa kuweka vichwa pamoja kuhusu taratibu za kuandaa muungano wa kisiasa utakaokuwa na ushawishi mkubwa nchini utakaotumika kwa lengo la kumngatua Rais William Ruto mamlakani. Matiang'i, ambaye alijumuika na vigogo hao kwa mara ya kwanza, anadaiwa pia kupasha misuli yake moto akijiandaa kutua katika kaunti za Kisii na Nyamira kutangaza nia yake ya kuwania urais mwaka wa 2027. Katika taarifa yao ya pamoja viongozi hao wamezua maswali kuhusu uteuzi wa makamishna wapya wa IEBC pamoja na mwenyekiti wa tume hiyo, wakisema kuwa hawajaridhishwa na kamati ya uteuzi. Viongozi hao wakiongeza kuwa kabla ya majina ya watakaopendekezwa kushikilia nafasi za IEBC, lazima kuwepo na mazungumzo kati ya serikali na upinzani, kuhakikisha kuwa kuna makubaliano kabla ya orodha ya mwisho ya majina ya makamishna wapya. Isitoshe, Kalonzo na wenzake wamedokeza kuwa wanatumai kuwa kamati ya uteuzi itaweka uzalendo mbele na kutoa ripoti ya kuwaridhisha Wakenya kuhusu IEBC. Aidha, wanataka makamishina wapya wenye usawa na mwenyekiti mpya mwenye maadili ya hali ya juu. Kamati hiyo inatarajiwa kuweka majina hayo wazi wakati wowote wa sasa. Steven Letoo, runinga ya Citizen.